Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha nne, ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Yanga, Yanga, Yanga ni timu ambayo ni timu kubwa, kwa kwamba watu na wapinzani wamebeza Yanga kwamba sio timu kubwa. Sasa so, tuna viongozi ambao ni vijana ambao wanajua nini mpira wa kisasa unavyotakiwa kuendeshwa, lakini kwa kwa, kwa namna ambavyo dunia sasa hivi ilivyo, dunia ni uwanja mmoja mpana sana, ambao umeweza kuona kwamba katika East African Central eh, tena Tanzania tena kwenye klabu kama Young Africans kuna mtu anaitwa Engineer Hersi, sio kitu kidogo sio kitu kidogo kutoka duniani huko, kwenye mpia wao. Ukiona kitu kama hichi wewe upongeza. Usipopongeza utakuwa na roho yako mbaya tu, utakuwa na roho yako ya kipepo tu, sio roho ya kibinadamu, utakuwa huna ubinadamu. Lakini kama kijana mwenzetu tunahitaji kumpongeza, na wasipompongeza tunahitaji kumtia moyo aendelee kusonga mbele. Wanaenda kumpongeza tu. Kwa hiyo wewe ulitamani kwamba kuona vilabu vya Tanzania vimpongeze huyu Engineer Hersi, yeah? Ni kweli kama walishindwa kuk... na, na, na niliona kuna umuhimu, kwa sababu watu waache wivu, waki wakimaskini waki, waki, unajua maendeleo <laughs> hayana hayana hayana hayana chuki, maendeleo bwana. Hata kama ukichukia, maendeleo yatakuja tu. Watu wameibeza sana Yanga wakati wanaingia madarakani, kaa vijana kama vijana wa kiuni na nini, lakini wanaona mambo zidi yanavyozidi kwenda. Kama ninyi wandani mnashindwa kuona eh? Wanje pia wataona, wanasema nabii hakubariki nyumbani. Hiyo naamini nabii hakubariki nyumbani, lakini watu wa mbali wataona kabisa kuna kitu. Sasa mpaka wao watakapokuja kuanza kuamini watakuwa wamechelewa sana, kwa sababu walianza akiwa kama rais wa vilabu Afrika, umona eh? Wakaona kama vile utani utani, wakaona achukuliwa kila wakienda mahali kwenye mikutano mikubwa, kiti chake kipo cha injinia, lakini kipo kiti chake kuamini, kuamini, sababu imekuja kutoka tena, hilo kwa mkubwa zaidi, kuitwa kwenye kamati ya utendaji FIFA huko duniani. Huko mimi nakuita FIFA baba wao, na kitu cha kipekee Watanzania, wana East Africa, wana East African Central Africa. Kama hawata aliona, hiyo dunia inaona, na lazima ufike mahali watu watakubali tu. Mimi natakuwa amini kwamba lazima watakuja kukubali hicho kitu kwa sababu ni mtu ambaye kwanza ni kijana ambaye ana upeo mpana sana. Mimi sijawahi kukaa naye, lakini huwa nafuatilia sana interview za yule bwana. Huyo bwana ana upeo mkubwa mno, hata hapo mi hata kuwa rais wa Afrika kuwa rais wa Afrika sitashangaa, yani sitashangaa, kitu cha kawaida kwa sababu ana upeo mkubwa, yani ana maono ya mbali sana, na naamini kabisa katika Afrika hii itatusaidia pia na wanayanga pamoja na watanzania kwa ujumla, itatusaidia nafikiri. Hata kuto kuchukua ubunge, nafikiri imemfanya imemfanya aonekane tena huko juu zaidi. Unajua, mlango mwingine ukifungwa, mlango mwingine unafunguliwa tena, tunafunguliwa mlango mkubwa kabisa zaidi, sio ishu ndogo hiki. Mimi naona kwenye mitandao toka jana na leo, nimeona kweli, nilifurahi kama kijana kijana mwenzangu kafanikiwa na furahi zaidi, tena isitoshe kwamba ni rais wa klabu yangu aa, nimebarikiwa sana. Natamani kumwombea Mungu aendelee kumwinua zaidi na zaidi. Kwa hiyo wewe ulitamani klabu kama Simba kutoa pongezi kwa injinia Hersi ya yeah, kama wanaona kuna umuhimu wafanye, lakini najua kwa sababu ya wivu walio nao hawezi kufanya hicho kitu. Na wauma tu ni chuki tu yani, ukijaribu kufatia kiundani zaidi ni ni karoho fulani hivi katika maskini waliko nako, na huwezi amini. Mimi roho moto wangu mimi, katika hii dunia ni mzee Mangungu roho moto wangu mimi, ila watu hawezi kujua kwa sababu siwezi kusema, lakini roho moto wangu mimi ni Mangungu. Kwa nini ampongeze tu? Ah, nampenda sana yule mzee, napendage interview zake, wakati safanya anaongea vitu vyenye mashiko, alafu atahigi vitu kupoteza muda, yani yuko Ukiuliza maswali uliza swali, ni masiku kama leo, siku na busi tu, anasonga na swali jingine. Yaani ndivyo alivyo, anavyompenda mimi ule mzee. Kwa hiyo wewe sana kumuiga yule jamaa, wewe unamkubali mangungu vibaya mno. Namkubali sana mangungu, lakini wengi wanazungumza kwamba nafasi pekee yetu ya ujumbe ndio apongezwe na vilabu vyote vya Tanzania. Yes, ni nafasi hiyo, lakini angalia ni wapi, fikiria ni wapi. Nilikuwa natamani viongozi wote wa vilabu vyote wangempongeza kijana mwenzao kule. Fursa zipo nyingi, yeye ndo atakuwa kioo kuwaonyesha kwamba kuna mtu mwingine, kuna mangungu kule eh? kuna watu wengi kule Tanzania wapo, wana uwezo zaidi ya hawa tulionao hapa. Anaweza akaanza kutombeza taratibu, kuwavuta ndugu zake taratibu, wakasogea wakaonekana kule, kwa sababu yeye ameshakuwa ni jicho letu sisi wanajamii wa Tanzania kwenye mpira wa miguu Tanzania. Kana amesha kuwa jicho letu kule juu. Sasa kwa nini asituvute sisi vijana tulio huko chini? Kwa nini asituonyeshe? Eh? Kwa nini asifanye asitu kangara? Kwa sababu yeye amesha tangulia na ameshaonekana kule. Ni rahisi kujua kwamba kwenye klabu ya Azam kuna popa pale. Kwenye klabu ya Simba kuna kuna kura, kura, kuna kuna, kuna fulani pale. Eh? Ukienda Singida Big Stars kuna Black Stars kuna mtu fulani pale. Eh, akasema mlandaje pale Zanzibar kuna mtu fan ya KU, kuna mtu yani, yeye kwa sababu ni Mtanzania na anajua utendaji wa baadhi ya watu walioko huko ambao wanaanza kafiti katika nyasi za kule juu, ikasaidia pia. Nachoona mimi, nafikiri kwamba walikuwa na kila sababu ya kuweza kumpongeza. Sasa kama wataendelea na chuki zao, kama kipindi kile alivyokuwa, alivyotambuliwa kwa mwenyekiti wa vilabu Afrika, kama wataendelea hiyo, sidhani atawaza kinaya kwa, na sisi pengine kina Sanare Ta ta kukamba, kafanya kazi vizuri kabisa, kai izuri mambo mazuri ambayo tunatakiwa eh, kijana mwenzetu amesikia kule kafanya vizuri lakini, <coughs> lakini huo utaratibu Yanga mliokuwa nao kuwapongeza viongozi wengine, yes, utaratibu tunao. Kwa kwa kwa tunafanya, vilabu vingine tunafanya, lakini unaangalia unampongeza kwa hatua ipi, ndugu mtangazaji? Kuangalia, niuliza kupongeza kwa sababu, kupongeza kwa sababu umejenga uwanja wa mazoezi? Kuna mambo makubwa ambayo takuwa tupongezane, kama hili la jamaa. Injinia anastahili kupongezwa na kila klabu Amekuwa rais wa vilabu Afrika, amekuwa eh, mwenyekiti wa vilabu Afrika, wameshindwa kumpongeza, lakini dunia inamuona kwamba ni kijana ambaye ana uwezo mkubwa wa kuelewa. Halafu yule sio mvivu wa kusoma, yule anasoma po kila kozi kitoka FIFA. Nawaambia watu lakini kwa sababu wa wa ya ukaidi wao waendi, yeye akienda kule anang'arisha seri yake, basi anaendelea kama hivi. Sasa ameshaonekana mbele zaidi zaidi. mm -hmm. Umuona kwa hiyo tujifunze mambo mazuri, tuachane na propaganda za kiuni za kimaskini. Mimi nazitaka za kimaskini, watu ni wadhaifu wa kusoma. Mimi nampongeza sana rais wangu, sio kwa sababu ni rais wangu tu, hata kama ungekuwa ni wa sehemu nyingine, lakini kwa hatua ambayo ameifanya na hatua alivyofikia. Wewe iangalie Yanga ione hivi hivi, ile Yanga bwana ni Yanga nyingine, sio ile ambayo mlikuwa mnaijua nini. Tunazidi kupanda. Mwisho wa siku mtakumbuka maneno ambayo alihojiwa na chombo kimoja cha habari kusema kwamba Yanga ndio itakuwa timu ya kwanza kuleta kwa kombe kwa Afrika. Hicho kitu kipo, na kwa namna mwendelezo jinsi unavyoendeleza iklabu jamaa, mi naona kabisa ubingwa kabisa unakuja, unakuja ubingwa kabisa tana. Mungu aniweke hai nishuhudie Yanga akibeba kombe. Naomba Mungu aniweke hai. kwa hiyo uh, watu waache wivu ili wampongeze wampongeze, wache wivu, mpongeze. Wampongeze, anastahili, anastahili kupongezwa. Twakeni wivu, anastahili baba. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.